Tupo katika meza ya wadau ambao wameshiriki katika birthday party ya mwanetu Nuslat. Hapa pembeni naye ndugu yangu hapa atajitambulisha. Habari yako ulipo? Salama brother. Vipi hali ya mambo? Nashukuru, unashukuru Mwenyezi Mungu. Hebu tuambie basi, vipi birthday party ya binti maandalizi yake unaonaje? Birthday ya binti amefikia miaka sita na kwa hiyo mama yake ameamua kumfanyia birthday nzuri kupatana na familia yake na ndugu na marafiki mama yake ameamua kutengeleza kitu ambacho kitatengeeza familia na uzuri kwa binti yake ili kesho akija kuwa mkubwa ajue kwamba mama yangu amenitengeleza kitu kizuri kwamba mimi asante labda ujitambulishe unaitwa nani na mwenyeji wa wapi mimi naitwa Aziku Alemake mwenkaazi wa Chamazi saku ila nakaa uh, sehemu ambayo na inaitwa jengauza haya, okay. ah, huyu um, mkazi wa jengauza tembeni hapa naye dada naye dada jitambue.